Hisia zangu sehemu ya kumi. Ilipoishia ghafla, nikaona ameshika kisu mkononi mwake, basi kwa woga nikajiziba usoni, japokuwa sikupiga kelele. Nilikuja kushituka baada ya kuhisi kitu kikichomekwa kwenye uchi wangu kwa nguvu, kama mti vile. Endelea. Nilishituka sana kwa ule mkito wa kitu kwenye uchi wangu mpaka nikagugumia. Nikatoa mikono haraka haraka usoni kwangu nikachungulia. kaniingiza nini huyu Masanja? cha ajabu, nilipocheki nikaona ni mnara wake tu upo ndani ya uchi wangu, huku yeye akiendelea kupiga pushapu juu yangu. Alikuwa anakita tu kama ajui mimi ni binadamu. Masanja alionekana kuto kugonga muda mrefu sana, kama sio hajawahi kabisa kugonga, maana alikuwa akitweta balaa huku akiwa kanibana vilivyo. Mwanzo sikutaka kumkumbatia kutokana na alufu kali aliyokuwa anatoa, lakini kadri alivyoendelea kunikita nikajikuta na na shindwa kujizuia maana nikamvaa mwilini mwake na wote kwa pamoja tukaingia rasmi kwenye mpambano huo wa porini huku mashahidi wakiwa ni majani na vingedere vilivyokuwa vikilanda landa pembeni kidogo ya ule mto. Mara nikamsikia Masanja akianza kupiga kelele huku kanibana hatari mpaka pumzi ikataka kukata. Kwa kifupi kisha akanimwagia mbegu kibao, kisha akaendelea tu kunitia, mara yakafika yake mambo yake, na sekunde chache akatokea mwenzake. Sikuona aibu, maana nilikuwa nipo katikati ya utamu na nilikuwa nikianza kulitafuta bao na mimi. Mara yule mwenzake akamwambia Masanja, Ha Masanja, nipe na mimi nionje. Masanja akamfokea. Mpumbavu, nenda kaswage zirudi huku. Lakini mwanzake akaendelea tu kukomaa huku akitoa mgolole wake. Mara akapiga magoti huku akijifanya kulalamika. Masanja, niache na mimi daa. Basi Gigwa akawa anaangaika mara achomeke kwenye uchi wangu ambako kuna mashine ya Masanja mara aniguse tundu langu dogo la tigo pesa. Sasa, Gigwa uzalendo ukamshinda naye aka akaingiza. Hapo minara miwili kwenye papachu moja. Baada ya raha yakawa maumivu. Niliumia na kujitahidi kuwatoa ila nilishidwa, uzalendo ukanishinda nikaanza kulia huku nikumwita baba na kuomba msaada kwa yoyote aliye karibu. Mama, baba, na bakwa na bakwa, baba naumia mimi, jamani! Kwa bahati nikasikia sauti ya mzee Sajuki jirani kabisa ikiita, katika hali ya sito fahamu. Aisee, mzee alitoke ghafla na kumchapa fimbo ya shingo Gigwa ikampeleka mpaka chini. Mara Masanja akanisukumia pembeni kwa nguvu mapaka nikajigonga kwenye kisiki. Akainuka haraka huku akiziita mbwa zake, bomba bomba, aya aya Akachukua fimbo na kumfuata mzee Sajuki kwa kasi, na mapigano ya fimbo yakaanza. Sekunde chache zikawa zimefika mbwa zao zikamvaa baba na kumdondosha chini. Hapo sasa wale vijana wakawa wamepata nafasi, wakaanza kumchapa mzee Sajuki mpaka akaanza kulia kama mtoto. Gigo, akionekana ndiyo mwenye hasira, akaufuata mkuki wa Masanja na kutaka kuja kumchoma nao mzee Sajuki. Masanja akamdaka na kumpokonya, huku akaniambia mimi njoo uchukue muondoke, fanya haraka. Gigwa alikuwa kapandisha hasira sana, huku shingo yake kaipindisha kwa maumivu ya ile fimbo aliyochapwa. Basi mzee akiwa kavimba vibaya mno na kupasuliwa juu, nikamvuta huku nikimwomba asimame tuondoke. Basi Masanja na mwenzake wakaondoka pamoja na mbwa zao kufuata ng'ombe zao, maana mbwa wapo nazo, kwa hiyo usalama wa ng'ombe ni mdogo sana. Nikamvuta mzee mpaka mtoni nikamvua nguo na mimi nikavua kisha tukaanza kuoga. Lakini kwenye papachu yangu nikakutana na damu za kutosha huku nikiwa nimepata majeraha vibaya mno. Basi nikachamba hivyo hivyo kibishi, tukaoga tukatoka mpaka kwenye ng'ombe zetu zilikuwa zimetulia tu. Basi nikampandisha kwenye punda mzee Sajuki na safari ya kurudi nyumbani ikaanza taratibu. Kichwani nawaza nitamweleza nini mkewe juu ya kipigo alichopewa, maana lazima atataka ajue. Basi tulichelewa sana kurudi nyumbani, na ndo ilikuwa siku ya kwanza kuchelewa kiasi hiki kurudisha ng'ombe nyumbani. Ng'ombe wenye ndama, yaani wale wanaonyonyesha, walitimua mbio kuwahi nyumbani, maana muda wa kunyonyesha ulikuwa umeisha sana. Basi tulipofika karibu na nyumbani Mzee Sajuki akatelemka juu ya yule punda jike mkubwa mwenye nguvu kisha akawa anatembea mdogo mdogo kuelekea ndani akaniacha mimi nasubiri ng'ombe ziingie zote zizini ili nifunge mlango. Siku hiyo hatukukamua kabisa maziwa ya jioni ambayo tungeuza kesho mgando kwa walanguzi wadogo wadogo. Basi ile namaliza tu kufunga mlango wa zizi la mbuzi na kondoo mara nikamsikia Mama Sajuki akisema, na alikuwa akitokea upande wa jikoni. Naona leo huko mbugani ilikuwa ni sherehe maana sio kwa kuchelewa kurudi huko. Mimi sikujibu chochote maana najua kilichotokea huko mbugani anakosema yeye kulikuwa na sherehe. Nikamsalimia tu kwa heshima zote, kisha nikatenga maji kama lita tano hivi. Basi mama Sajuki akaondoka zake kuelekea ndani, akaniacha peke yangu jikoni na subiri maji yachemke, nikaoge maana mwili wote ulikuwa unauma kama nimepigwa vile. Basi maji yalipokuwa tayari, mtoto wa kike, nikaelekea zangu bafuni. Yaani mwili mzima nilikuwa nanuka jasho la Masanja na mwenzake Gigwa. Nilipomaliza kuoga, nikaenda chumbani kwangu nikala, kisha nikalala. Yalipita masaa kadhaa, mara mlango wangu ukagongwa. Nilipofungua alikuwa ni mama Sajuki. We koga hivi nini kimetokea huko porini mwanangu, nambia haraka. Niliogopa kusikia vile, maana sikujua kamaanisha nini kuuliza hivyo Kwani kuna tatizo gani? Mama Sajuki akajibu kwa sauti ya ukali kidogo, ebu acheni kuwa wapuuzi, wewe na mume wangu mnanificha, mpaka mimi kweli, Koga? Aya, sasa mwenzako kule ndani anakohoa damu, kavimba vimba kila mahali, mpaka vidole. Kwa hiyo endelea kuficha uone kama hatujambadilisha jina akawa marehemu. Hapo nikajua kumbe mzee kapigwa vibaya sana na wale vijana Ikabidi nimsimulie tu, japokuwa nilisema walikuwa wanataka kunibaka. Kwa hiyo sikusema kama nimebakwa, kuzua mengine sasa. Alipotaka kunitetea, ndipo mbwa wao walipomvamia, kisha wale vijana wakapata mwanya wa kumshambulia kwa kumchapa kila eneo mwilini mwake, huku wakimpiga mateke ya kifuani na shingoni. Hata hivyo, ni jambo la kushukuru kumwona kafika tu hai hapa maana kijana mmoja wapo alichukua mkuki ili amue kabisa, hata mwenzake akamzuia, bila hivyo ilikuwa basi tena. Mama Sajuki akachukua tochi, kisha akasema nimsindikize porini kidogo akachukue dawa, vinginevyo ni hatari sana. Basi tuakenda akachukua mizizi za msasa peke akaja kuchemsha kisha akamnywesha ms ambaye alikuwa anaugulia maumivu tu pale kitandani, nikimtazama kwa huruma sana. Kwa kuwa usiku ulikuwa ushaingia ilibidi nikalale. Alfajiri niliamka mapema sana kwenda kugonga chuma cha mabosi wangu ili nijue hali ya mzee Sajuki. Mama Sajuki alifungua mlango na kuniambia, mume wangu bado anaumwa, kwa hiyo wewe fanya usafi, alafu upeleke ng'ombe hapo mbugani, husiende porini kabisa, maana wale vijana huenda wakawa wanakusubiri, alafu ikawa shida tena huko. Basi muda ulipofika nikazipeleka ng'ombe hapo karibu tu nyumbani ambapo huwa zinajichunga zenyewe. Sasa nikiwa nimejiegemeza kwenye moja ya mti. Itaendelea.